Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeanza mipango ya ujenzi wa barabara ya Iguguno Nduguti Sibiti yenye urefu wa kilomita 88.95 ambapo upembuzi kilifu na usanifu wa kina wa barabara hii umekamilika. Ili kurahisisha utekelezaji wa mradi huu, serikali imepanga kujenga barabara hii kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Mweshimua Mwenyekiti, kwa upande wa barabara unganishi za daraja la mto Sibiti, mkandarasi amepatikana na taratibu za kuanza kazi za ujenzi zinaendelea. Aidha, serikali inaendelea na taratibu za manunuzi ya kumpata mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa sehemu ya Nduguti mjini yenye urefu wa kilomita kumi. Baada ya hatua za manunuzi kukamilika na mkandarasi kupatikana, kazi za ujenzi zitaanza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Mheshimiwa David Kishoa. shukuru Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na majibu ya serikali, lakini wilaya ya Mkalama ndo wilaya pekee katika mkoa wa Singida ambayo ili ufike makao makuu ya wilaya ni lazima upigwe na vumbi la kutosha. Nilikuwa ninaomba ili kuwaepusha wananchi na adha hii, kwa sababu shughuli za kijamii zinadoera na hata za kiuchumi, na wakati mwingine wanapoteza maisha ya wananchi wa kule. Naomba commitment ya serikali very seriously, barabara bara hii inaanza kujengwa lini, kama ambavyo imekuwa ikiaidiwa mara zote? Mheshimiwa mwenyekiti, swali la pili, je, serikali haioni kwamba kuna umuhimu sasa wa kupeleka fedha za kutosha kwenye maeneo ambayo yana geographical features kama zile ngumu kama milima, mabonde na mito, kwa ajili ya kwao kufanya kujenga miundombinu ya barabara, madaraja pamoja na, na makaravati, ili wananchi hawa waepukane na adha kutokana na hali walionayo ya kimazingira. Nakushukuru sana mheshimiwa. Majibu, Mheshimiwa naibu waziri. Asante Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Jesca David Kishoa mbunge wa Iramba Mashariki kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimwakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba kwa kutambua hilo, serikali iliona pia ni lazima kuna umuhimu wa kuanza e, mjini pale Nduguti tukiwa tunakuja Singida mjini kuanzia pale Iguguno lakini mpango ni kuijenga barabara yote ya lami hadi kwenda Sibiti. Kwa hiyo ni kuhakikishe, tulitangaza tenda lakini mkandarasi akawa ametenda juu, kwa tuko kwenye kuitangaza tena upya. Kwa hiyo dhamira ipo, tulishaitangaza lakini tukashindwana na mkandarasi kwa sababu alikuwa ametenda juu. Kwa hiyo dhamira ipo kubwa sana, tutaendelea kuitangaza na kuanza kuijenga muda si mrefu. Kwa hiyo iko kwenye utaratibu wa kuijenga, hilo la kwanza. La pili kuhusu maeneo korofi, maeneo yenye mito, mabonde. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna kitu tumefanya Tanzania na katika Wizara ya Ujenzi ni pale ambapo Mheshimiwa Dakta Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hasa kutokana na changamoto tuliyoipata alipoamua kutafuta fedha zaidi ya bilioni mia tano kwa ajili ya kujenga madaraja, kujenga makaravati, lakini na maeneo yote yenye mabonde ambayo ilikuwa anakwamisha kupeleka hizo fedha. Na mheshimiwa mwenyekiti, ni kati ya mradi mkubwa ambao wale ambao maeneo hayo wamepitiwa wanafahamu. Tumejenga madaraja mengi, tumeondoa changamoto ya milima ambako ilikuwa inaporomoka, ina tumeijenga na tunaendelea kukamilisha mwisho wa mwezi huu. Ndio deadline. Madaraja zaidi ya themanini na moja yamejengwa, lakini pia mabonde mengi yamefanyika. Hatuwezi tukamaliza maeneo mengi, lakini maeneo yote korofi tumeyafanya, na tutaendelea kufanya hivyo. Lakini kama kuna changamoto kubwa sana kwenye jimbo lako mheshimiwa, tunakukaribisha, labda litakuwa halikuonekana, lakini hata mkoa wa Singida mradi huo ulipita na tumejenga madaraja mengi sana. Asante mheshimiwa mwenyekiti.